Habari, leo nitakufundisha namna ya kutengeneza kamba ya cherehani ikiwa kamba yako aidha imekatika au inakusumbua. Fanya hivi. Chukua kitambaa kikate kama hivyo, halafu chukua hicho kitambaa kikunje mara mbili. Angalia hapo ninavyokunja. Utakikunja mara mbili. Halafu tena utakikunja mara tatu kama hivyo. Ukishakikunja mara hiyo unakiweka. Uangalia tena ninavyokunja, naanza kukunja upande huu halafu pia nakuja na kunja na upande huu mwingine wa pili. Nikishakunja upande wa pili nitaikunja tena mara ya tatu, inakuwa kama imejipanga vile kwa leo ya tatu. Alafu nita shona hapo, nita piga mshono nita shona hapo. Na kipimo cha hizi kamba ni kuanzia 65 hadi 68 kwa cherehani Butterfly ya kawaida ya meza zile za zamani zile mz Sasa, ukishashona hapo, utaigiuza cherehani, alafu pia utashona uta tena. Lakini kabla ujashona uja tena, unatakiwa uikunje, uzungushe hiyo kamba, kwa sababu unataka iwe katika mfumo wa kamba na sio tena kama kitambaa kitambaa. Hivi unaikunja hivyo, unaona kama ninavyofanya unaikunja, alafu unapiga mshono hapo. Hakikisha unapoikunja cherehani usikimbize sana, kwa sababu ita, itaanza kuwa ngumu hiyo e, kamba na tengeneza inakuwa ngumu kidogo. Kwa hiyo kimbia sana cherehani, unaweza kuvunja sindano aidha au kuitoa katika mfumo, kwa unaenda taratibu taratibu. Na ukishamaliza hapo e, basi utageuza tena utapitisha mshono mwingine tena kwa kukunja kama vile vile hapo. Sasa inaanza kuonekana kuwa na muonekano wa kamba, lakini mdauli, nilikuwa nazungusha kwenda kulia sasa hivi kwa sababu nataka niwe katika mfumo ionekane kama kamba kabisa, nazungusha kwenda kushoto. Kwa hiyo nazungusha kwenda kushoto hadi itatokea vipingili vipingili hivi kwenye hichi kitambaa nachokishona. Alafu nikishaizungusha hapo, pia nitapitisha mshono. Hakikisha cherehani haukimbizi sana, sababu inakuwa ngumu. Sasa hapo kitambaa ninachokishona kinakuwa kigumu, kinakuwa kama kadiri, sababu <coughs> <coughs> inakuwa ngumu. Sasa <coughs> hapo taratibu Ukishamaliza kupiga mshono hapo, na kuwa umemaliza namna ya kutengeneza kamba ya cherehani. Kumbuka kipimo cha urefu nimekwambia, ni kuanzia 65 hadi 68, kwa unachukua tepe yako ile, unapima 60 unaongeza nchi tano au nchi nane. Kwa unaiona hapa, imesha kuwa na muonekano wa kamba kabisa. Kwa hiyo ukishamaliza hapo, awakitu ni ishu ya kuweka hiyo kamba yako kwenye cherehani na kuweka nako sio shida sana, kwa unaweza ukaweka mwenyewe au unaweza ukaamua kunifuatilia na, na nitaonyesha namna kuweka hii kamba kwenye cherehani yako, kwa mpaka hapo umeshamaliza kwenye swala ya kutengeneza kamba ya cherehani.